Kama kama ingekuwa kweli, mi sikufichi Sami, kama ingekuwa kweli yule angeposti mapema. Nani sasa, si huyu dada angeposti mapema yani, kama ingekuwa ni kweli angeposti mapema eh. Hizi kuposti hizi picha zimetoka kwa bahati mbaya yani, hmm. Ah, ah. Ka, kama limetokea limetokea, la kutokea sasa, zishakuja ana cha kuponea, eh. Unahisi ni mchongo hiyo ni kweli sio? Ah, sio sio mchonga sio, kwa ni kwani ujaona kama vitu, na mimi najua, mi najua, fanya tu siri. Ah, sawa, uwo tuko vizuri. Ah, usemi sasa. Vitu shida, sisi kameramani ni shida, sisi tunasogoa. hey, umbea hapa, tukajua hatubulikwi, Zee, <laughs> yani vitu unaweza kuja kukumbuka. ndio wale wambea ambao wameumbuka leo. Hmm. Naniuso umeugwa <laughs> na haya eh, kweli hayawi hayawi, mbona yamekuwa king'ang'a? Sasa ameolewa. Kuna wakati pia ukiwa king'ang'a, kuna faida zake. Hata kupe naye ana faida zake mm -hmm. Unajua kupe anavyong'ang'ania kwenye mwili wa mnyama ama binadamu mm -hmm. sio kwamba apati faida mm -hmm. Kuna damu anaipata pale, maisha yanaendelea basi kuna mijitu imenifata huko DM, nakwambia, inanisema ulikuwa nasema huyo aolewi, sasa kashaolewa, kiko wapi? Ai ai, kina mama, vigelegele vina muda, basi vina muda, lakini wambia tumeumbuka, umeumbuka. <laughs> <laughs> Hey, nah, uh, wewe saa so, mi sijaumbuka, mi nakwambia kabisa, mimi bado sijaumbuka. E, ndoa eh, ile ndoa una uhakika gani? Mi na uhakika asilimia eh, zote. Kuna watu wengine wana ushahidi wana... no, kuna watu wengine wana, wana, wana, wana kaba mm. Watu wengine wana mafriji anagandisha uende. mm -hmm. Hakutaka hizi mambo ziwe nyingi eh. Maana si tuende wapi huko tuende, mm -hmm. Masaki tukafanye nini eh. Hapana, mambo kimya kimya, haste haste, under the carpet. Basi watu wanajua, wamenipatia wamekunyoosha, wamenyoosha vibaya sura yangu naweka wapi mjini, jamani? Lakini jamani, by the way hapa ni gossip table bwana, tukaribishe vizuri kabisa kwenye gossip table Now. ni adabu 13 sami baby in the house taarifa ambayo leo tumeingia ikiwa mimi nina majonzi, mwenzangu ana furaha <laughs> ni taarifa eh, taarifa ya ndoa Wanasema ndoa tunayo, ila sio kwangu mimi, sio kwangu mimi, ndo nakwambia, sio kwangu mimi. Sasa shida ni hivi, mimi sijawahi kumwamini, sijawahi kumwamini bwana Simba la Masimba Dangote kwenye upande mzima wa mahusiano. Uh -huh. na mimi naamini pia akija kumpata mtu sahihi ambaye ye anahitaji kumwoa kwa nderemo na vifijo, awezi kufanya ndoa. Kama naenda kusema twisheni, ndoa haiwezi kujificha ficha kama twisheni za vichochoroni. Ndoa <laughs> ni jambo la wazi, kama fanya juks <laughs> katangaza ndoa, kaoa, kila mtu kaona ndoa, amefunika karibuni, mara ngapi huko vitu vitu vinakuwa in the air, kila mtu anaona. Kwaani! Eh, unajua watu mnatakiwa kuna wakati mwingine utofautishe kati ya ndoa na harusi mm. Kuna kufunga ndoa baadaye mm -hmm. Ukafanya harusi mm. Na kuna kufunga ndoa usifanye harusi harusi uh -huh. Ni ile shughuli uh -huh. Na ndoa inaweza ikawa ni usiri wa mtu ama ah, mambo yakawa hadharani mm. Kwa hivyo uenda umeamua kufanya ndoa kwa usiri, lakini harusi itafanyika hadharani, nikimaanisha sherehe, hakuna shida, lakini kwa uwezo aliokuwa nao Diamond na Zuchu mm. Wale ni the head wa mm. muziki Tanzania. Kwa hiyo kama ilikuwa ni ndoa maanake ndoa yao ilikuwa ni biashara mm. Yaani kama Diamond anaikasema ana moa Zuchu mm. Of course ni biashara kipindi fana likiba alimwole mdada kutoka Mombasa. Ilikuwa biashara biashara kubwa, kila mtu mtukaeka matangazo karusha live na nini. Kwa hiyo tunahitaji kuona hicho eh, kitu kama ni mondi kweli, kwa sababu angetangaza bwana, hata kama ni ndoa tu anaenda kumuangetangaza bwana, mimi naenda kuoa sehemu fulani. Bas au usemi unaenda kuoa wapi? Sisi tungejua tu bwana Diamond anaoa, lakini hii za makandokando... mi sinakwambia, Diamond sialimvesha pete ya masepetu kila dunia, kila mtu duniani akaamini kwamba anaolewa wemasepetu, kila mtu ikiwemo mimi. We basi ule pale yupo sahivi kakonda, oh, na kipindi kia nataka kuvesha pete wema kibonge kwa kukonda <laughs> <laughs> kwaa kwa sababu tu alivishwa na pete ya uongo, na kweli pete nazo <laughs> zinanyonya damu. Kuna wakati pia unaambia ndugu yangu, kama mm -hmm. una uhakika na huyo mtu sikae na pete kidoleni, kwa pia hey, inakufungia riziki kwenye swala la Bizuhura Othmani na Bwana Nasibu Abduli, mm huenda -hmm. pia ikawa ni kweli adabu, we unabisha tu, mimi nakwambia, je Sami mm -hmm. sisi tumeona picha mm -hmm. tumeona picha alafu tukaja kuona ile video ya Zuchi wanasema mume wangu wangu mume wangu, so kalilia. Watu walikuwa hawaelewi, wanaona wewe dada upo tu, wanakuona upo upo upo. Bwana hey, mustakabali wa maisha yako ni vipi vipi? <laughs> Ukoje yani, jambo kama watu wamelifosi, yani, unasoma shule unasoma, alafu mzazi wako anakuambia mbona unaferi. Mjitahidi basi mbona mbona mwenzako kafanya hivi faulu. Yani wanajitahidi kufaulu, usifaulu faulu, ile shinikizo la wazazi, anajitahidi usome ufaulu. Ndio hicho sasa kichotokea, mbona Priscilla kaolewa juzi tu umejuana, mimi niko na modi miaka mingapi? Akaona sasa hii ndio nafasi ya mimi kuforce, kinganga kangania nganga nganga nganga nganga, mimi nimeshtuka kumuona tu shewali Walidi nimemwona, ndo na mimi nivyomwona nikaamini ni kweli mpaka she kahusika. Yeah, kama ingekuwa ni stance nikish lakini bado kwa sababu hii taarifa unajua Mondi kaandika, kaandika taarifa ndefu sana yagu. Sami mpaka umeweza kumuona shehe shehe kahusika, mm -hmm, hapo mm -hmm. Jamani hata <coughs> kama anasema kama ingekuwa ndio shooting ya wimbo jamani, sasa <coughs> <Ashe, coughs> kuna, kuna taarifa hey, kuna, kuna, kuna, kuna hii ya Mondi ambayo ya aliandika Mondi mm, jua aliandika ukura, kwenye ukurasa wake wa Instagram yes, taarifa tu ndefu <coughs> <coughs> nikaisoma, lakini nzuri pia na mimi nikiisoma wao akaisikia halafu nitakwambia, yes. Namaanisha kitu gani? Mimi jamaa namjua huyu, anakwambia: miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii, halafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae tu kimya, usijibu ilhali ukweli unao ndani kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana, na siwezi sema eti na uweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hilo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote akijaribu kusema lolote dhidi yangu. Na ndio maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa maana vita vyako inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu mm. na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platinumz na kuoa, ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platinumz alishawahi kuoa, alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje <laughs> <tik> <tik> Yaani kafunga mjadala vizuri kabisa kaongelea vizuri yaani, huko mavu ambako kaongelea ustahimilivu hali ya juu. Kuna vitu hataki kuviongea kwenye media na nini na vinavyoendelea sasa hivi, alafu kasema Diamond alishawahi kuoa, kuna siku atawaambia limekwisha pita sasa. Mm. kupitia huo waraka mm -hmm, inanilazimu kusoma moja kati ya ujumbe yep, ya mdau mmoja ambaye ameonyesha mkanganyiko ama mchanganyiko mixer, mm. zege, vyeleweki, rojorojo. Huyo mdau Alisema hivi yep: kuna mgongano wa wasilishaji wa taarifa za ndoa ya Diamond Platnumz kati ya muoaji mm -hmm. na watu wa karibu mm -hmm. na muoaji mm -hmm. Diamond anasema nilishawahi kuoa, yani ni wakati ambao umeshapita yeah. Lakini tena anasisitiza kuja kutusimulia nini kilitokea baadaye, kama ulivyosoma eh, lakini pia watu wa karibu wanampongeza Diamond kama tukio limetokea leo, yani wakati wa sasa, yani wameshindwa kulishape mfano mm, mama Dangote naam Anasema mama mzazi na damu, alhamdulillahi, limepita salama mm. Pongera mwanangu Nasibu kichwa na mkeo Zuhura mm -hmm. Sasa hizi taarifa mbili zina mkanganyiko. Huyu mdau anauliza, mbona iko hivyo? Mambo hayaeleweki. Jambo limejitahidi kushepiwa vizuri, lakini halikai sawasawa. Ndio mama akapongeza leo Diamondi kasema alishawahi kuoa, lakini mbali na hilo pia mm -hmm. hata Babu Tale naam Tale Tale naye pia mm. Akapongeza, akatoa taarifa yake, akasemaje: hongera mm. sana, Mungu akailinde ndoa yenu mm -hmm. ahitimisi <laughs> kwamba hata huyu naye kaingia kwenye ile taarifa ya wakati ulifanya nini wakati uliopo, uliopo, sio uliopita. Naam. lakini Lisa, sasa tukiwa tuko hapo hapo mm -hmm tunajua labda wambea ni wengi bwana, sasa eh. Mange bwana Mange Kimambi, Mange bwana, akaja na lafu yake uh -huh. kwake pia kalinyosha, baada ya kuona hiyo posti eh. sionielewa vizuri hiyo akasema, leo nasutwa tu na wambea mm. wangu ko DM na WhatsApp jamani. Nadabuwa. hii kazi ngumu, maana mm. inabidi uwe makini kuchagua sosi za <laughs> ukweli. Niliwagomea kabisa bila evidence, na pia nilikuwa naona kama wananipush sana ni posti kuwa Diamond na Zuchu wamefunga ndoa ila kila nikisema nipeni evidence yoyote hamna, so mimi nilichukulia tu as if ni kiki wameitengeneza, wanataka mimi ndo niruke nayo kwanza, maana kila aliyenifuata alikuwa anasema habari ni asiri sana. Sasa watu yeah. zaidi ya wanne mnanipa mm. habari hiyo hiyo tena kwa kupokezana, then nasema ni siri sana, sasa watu wote hawa mmejuaje habari ya siri hivyo? ndo nilipopata mm. shida, so mkiniuliza mimi kama ni kweli alimwoa ndoa ya mkeka I still don't know. Okay, could be drama za Diamond ama ni nini tansi zao. <laughs> na moja kati ya watu ambao huwa wanapata habari kwa haraka zaidi na kwa hakika ni Mangi ni Mangi ambayo yeye huwa taarifa za siri huwa anazifungua yes. Lakini siri ambayo yeye alikuwa na isaka kwa muda mrefu kaja uh -huh. kuambiwa na watu karibuni wanne wana <laughs> na oh, tayari <laughs> tayari, maana yake huenda yes. ikawa ni kitu ambacho kimepangwa mm. inaweza kaambia ni video ya wimbo, hatuwezi jua hey, inaweza ikawa ni hivyo Nami nakwambia, mimi sijawahi kumwamini e, jamaa huyu ma, nani manyema manyema mm. Na, na mambo mengi kwenye upande wa kusema kwamba ndo anaoa moja kwa moja, mimi si- sijaamini mpaka sasa hivi. Mimi bado japo macho anaona, lakini sura imeumbwa na kitu fulani hivi cha, nikiona ntasema yes, hii ndoa tayari. Lakini mpaka sasa hivi mi naona mm, lakini pia tukiendelea kuzungumzia posti mbalimbali mbali, mm -hmm. za watu wenda wa karibu, wa karibu yeah. ama si wa karibu ama wasanii na watu maarufu pia imeonekana posti nyingine ya Harmonize uh -huh. Konde Konde Gang. Na yeye <laughs> bwana <laughs> akawa ameposti <laughs> sawa, yaani baada ya Diamond kushea mm. posti na ujumbe unaotafsiriwa kuwa amefunga ndoa na, na Zuchu yeah. Konde naye akashea ujumbe katika Insta story yake akasema hivi kama shida ni ndoa mbona nilimwoa? Sio kama mnavyodhani, fun guy let her go, you been serious to her mm. my bro pretend to marry her so she can stay under the label, yaani maana uh -huh. ya kwamba mm. Kondeboy alishea ujumbe huo kwenye Insta story yake uh -huh. sawa ambayo tafsiri yake ni kwamba Diamond kamuoa Zuchu ili msanii huyo abaki kwenye lebo, aendelee kubaki kwenye lebo ya Wasafi yes, asitoke, kwa sababu kuna mkanganyiko hapo chini chini, kutaka kuondoka kuondoka. <laughs> Sawa, sijui ulielewa vizuri, na kwa nini taarifa imepostiwa na, na picha 50 cent, ninachojiuliza mimi na mi nashangaa sasa, mimi sielewi mikanganyiko <laughs> ni mingi <laughs> mikanganyiko ni mingi, kwamba ameamua sasa kumwoa, kunyamazisha midomo kwamba mm. ili uh, msanii um, huyu ama bidada huyu mm. asitoke kwenye lebo sababu naye pia za chini chini alikuwa mm. mbioni kuondoka katika rebo hiyo. Kamweka 50 cent na private jet na private jet. Msanii gani wanatumia sana private jet? Kanyosha yani kaweka la... ujumbe na mtu ambaye anafanana naye. okay, it's fine. Sasa tushike lipi? Eti wadau tushike lipi kwanza bwana. mm -hmm. Mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria. mm -hmm. Sidhani kama watu waliliona wa kwa umakini okay. Sijui labda litakuwa ni tafsiri tofauti kwa mm -hmm. Mondi alivaa kanzu nyeupe. mm -hmm. Ameenda kumoa Zuchu, ndio Zuchu akawa naye amevaa nguo Yes. Naona picha naona picha hapa, picha nguo nyeupe na kijikanga fulani eh, kikanga kikaja kufunikwa kwa juu, kwa sababu sababuharusi e, lazima eh, alafu mume anakuja anakusomea dua pale. Kama Diamond ulimuona, amemshika kichwa zuchusomea e, e, e, maziwa fulani au juisi, unamlisha kidogo, jamani. Dwa raha eh, ndo rahadatahizi mimakakuja e. Kuoa mtashangaa. Sasa ndio hivyo, baada ya kumsomea dua tukamwona Suchu amevaa naye nguo nyeupe, kwa hiyo white, na white. Yeah. Sisi Waswahili mm, tuna tamaduni zetu hata kama mtu ni dini yako mm, tuna tamaduni zetu mm. Leo sio rahisi kumkuta biharusi anaolewa kanisani aamevaa shera jekundu. Ndio, sio rahisi kumkuta biharusi yuko kanisani amevaa shera la kijani au jeusi, au jeusi. Mm. utamkuta kavaa shera jeupe leo katika imani hapa hapa watu najua taifikia lakini nasema kuna watu wameongea bwana kuhusu hii nguo yazoji ukasema kiimani huenda ikawa iko sawa kuvaa nguo yote ila kujistiri lakini kwa nini avai nguo nyeupe kama yupo nanii ile nini ile mume akisha nii kama hayo maneno ya watu lakini, okay. Ukipita kwenye posti kwenye posti za watu, hasa ile page ambayo ni mmiliki mwenyewe ni Bwana Mondi, mm. alipoposti watu wameuliza maswali, bwana kwa nini avae nguo nyeupe kama yueda? Why? Mm. Kwa nini naonekana kama malaika? Sasa mwisho wa siku tunashinda kutofautisha, mbona kama wameplani hizi nyeupe nyeupe, kama kuna kitu kilikuwa kinafanyika hapa tofauti na ndoa

kama ni ya manyozi. Ngoja ngoja, sasa twende wafiwa. Wakifiwa namtoa karibu na pango gani, nyeupe nyeupe au nyeusi? Mara nyingi inakuwa ni nyeupe, wale wafiwa wa karibu kabisa. Ah, wafiwa karibu kabisa, eh, siku hizi ni nyeupe nyeupe. Yes. wote nyeupe, labda tu inatokea sasa zingine, labda kama hmm. ni wanaume ndio watapata nyeusi na wata nyeusi, wanawake nye kwa hiyo yeah. yeah. watu wametafsiri hivyo wametafsiri kwa hmm. namna hiyo hapo hmm. Lakini kingine komenti nyingine ambayo niliona mimi ikanitia, eh, eh, mashaka, lakini kuizungumza lainia niongee pote lea pote, mtakavyojua ni nyinyi wenyewe. she yes. mkubwa she mkuu wa jiji la Dar es Salaam. yes. she Walid ambaye watu wanamsikiliza kulikweli mm -hmm ni shehe mkubwa kweli kweli. Sasa hivi anapata mialiko ya Shehe Walidi, alienda mpaka wapi? Alienda mpaka Maka, yeah, na akatoa darasa mm, na viongozi wamekaa pana, wanamsikiliza. Watu wakaanza kuongea chini chini, inakuaje? Shehe Walidi mkubwa kama huyu anakwenda kusimamia kwenye fansi vitu fansi kama ndoa ya damu yani, kama ameingizwa kwenye entertainment fulani, yani sheha anaonekana kama mtu fulani ambaye anaenda kutafuta content, yani nipata hapo eh? Kwa hiyo at least wangeongechukua hata ustadhi wa madrasa au eh, angechukua shehe mwingine yote okay. Lakini shehe Walid anaonekana kama katumika fulani hivi yani ndo hicho watu wamekizungumza, kwanini shehe? Kwanini shehe? Na ndio maana watu wengine walivyoenda, kuna watu ambao walikuwa hawaamini kwa sababu imekuwa yeah. Ni taarifa ya hafla yeah. Sasa watu wengine walivyomwona shehe wakaamini, uenda ni kweli mpaka shehe, mm, shehe aonekana ndo kafungisha hii ndoa yeah. Ikawafanya watu kuamini kweli kama, kweli, kama kuna kitu kimefanyika hapo. Kwao waliona wali, wali, kwamba wakimtumia shehe ndo kitu kitaenda viral sana mm. Kwa ba, mimi. Mimi? Mm, yani kwamba kumtumia shewalidi mm. Na kitu kingeenda kwa sababu picha si zimepigwa yes. Na ili jambo picha kutoka zilikuwa si dhani kama ilikuwa imepangwa zitoke si mm -hmm. Na kama zimepangwa kutoka basi ili jambo sio serious, yani kwenye hivi kwa zimejiposti kama picha zilipostiwa na mtu mm. Baada ya kuvuja hizi picha ndio ikabidi sasa kila mtu aseme uke okay, lilitokea Diamond kaposti mama naye ikapongeza babu tani ikapongeza soli kwa jambo fulani, lakini Achini. Niulize kitu kimoja mm. Ulifuatilia posti ambayo ameposti Baba Levo, ulifuatilia jinsi ambavyo mi niliona ile posti. mm -hmm. Yeah. posti. Mm -hmm. Na nikaisoma yeah, lakini ikaja ikanipa mkanganyiko pale ambapo aliweka hashtag maana nikajiuliza hii mm -hmm. hashtag maana ni kitu gani? maana ni nini? maana ni nini? kwa sababu Baba Levo alisema kitu hiki hapo uh -huh. na nukuu, yeah. hii ni moja kati ya siri nilizokaa nazo muda mrefu sasa mm -hmm. nasubiri kauli ya mzee ili tumwagike, hashtag maana mm -hmm. ukweli ukikaliwa kimya, uongo huo unapata nafasi. Na, na akawa amepost ile video ambayo ikimwonyesha Diamond akiwa anafungishwa ndoa na mimi siku kuna wakati pia sikuelewa si, ufungishaji huo si, kwa pembeni mm, sikuona mashahidi mm, sijaona hata kijiubani. Umeona kijiubani hapo? nimeona ubani, ubani? ubani <laughs> hakuna hakuna, jinsi niliyoona <laughs> iyo ndoa ilikuwa kama, nilitegemea kuona mashahidi wamezunguka, pia mashahidi kwa sababu mm, kama ni mtoto ambaye Zuchu ni mtoto wa nje ya ndoa mm, anafungishwa na walii maana shee ndio atamfungisha ndoa Diamond. Okay. n kama amefungishwa ndoa na shehe, maana yake tungeona walau ndugu ndugu ndugu zake Zuchu ama wajumba zake Zuchu, yes. baba zake wadogo wakubwa, angalau wawili. Hata kama ni ndoa ya siri imefanyika, basi isingekosekana, hata kama ndoa unasema imefanyika na watu watano, mm -hmm. Watu watano watano singekosekana ndugu wa, wa mume na e, ndugu wa mke hata mmoja singekosekana kwenye hao e, watu watano, ilibidi tu awepo, yani kivyovyote wangekuwepo mm. Lakini hapo jamani, eh, <laughs> watu wawili <laughs> tushe na Mondi mwenyewe na Diamond mwenyewe ah bana jamani, au kwamba kameramani aliambiwa ali awazumu wao tu wawili, kwamba mashahidi wakae nyuma ya kamera, ndo ndo kabisa aonekane hata miguu Atuone, hata kijimoshi. Hata moshi. Bana. <laughs> Hebu mtu, mtupunguzieni kidogo hivyo vitu, hivi vitu ni vikali bana, hivi vitu ni vikali, bana. Ni vikali, <laughs> sana. Vikali. Vikali mno. Yeah. Ila mimi binafsi ninavyoona kama Wema Sepetu alikuwa anapendwa vile na alimkuta Mondi ndo anainuka. Wema uja alimkuta Mondi ndo anainuka, Kutoa kwenye ngazi ya chini, Kuitafuta uh -huh. ya juu. Wema mbele ya umati mashabiki Yes. Aliitwa eh, akamvalisha pete na kumkumbatia akasema, mimi huyu. Na Wema Sepetu kipindi hiko ndo alikuwa mwanamke wa moto moto, hata moto balaa, sio nyota tu, hata muonekano. Akikatiza hapo hapa Wema Sepetu, nyie mnashtuka. Aa, mwanaume asipozungusha shingo eh, unatetemeka, huyu Wema Sepetu ni nani huyu? <laughs> hata kama ikua mjui jina, mtizama kwa mtoto analipsi, mtoto anashepu. <laughs> kabila gani huyu? Akiongea sauti yake kama anaonewa Diamond. Mimi unaona, yes Monde akampesha pete watu wakasema yes iko wapi ni swala la muda, muda basi. Kwa hivyo tuendelee kusubiri pia. Mi naona kama tusubiri kama tusubiri. Mi sitaki kujam kwenye conclusion kwenye hii. Yani sitaki kabisa. Naona kabisa shughuli bado nzito kwa sababu mm. kuna video inaonekana video inaonekana kwa sababu hili jambo silishatokea mm. sio la leo wala jana kuna video watu si juma juu sisi baada ndo naona amesafiri, wameenda wa Zenji, ule Zenji. mm -hmm. mm. Kaonekana mzee mzee, naye yupo Simba ama Simba yupo kafika vizuri peke yake bila bila Zuchu. Sasa ndo kamera kila zikimulika aonekani, huh? Sijui kava green screen, ila kamera kila ikimulika, kila kamera ikimulika aonekani. Sasa mm. sijui sijui kama kafika yeye ndo alikuwa na rekodi zile video lakini sehemu ambayo alikuwa amefikia pale, kuna watu Sami, kuna warembo wamesafiri na ile honeymoon ya wale wapenzi ah. Wale warembo walivyokaa ni type kabisa za simu kwa ile stori ule Diana vipi eh? Diana, Diana, Diana, Diana eneje, mm, Diana eneje Mm. Utajuaje kwani Modi nafikiri Modi kwa maswala yake anatangaza atangazi kwani ishu ya Misri ile ilikuwa yule anatangaza yani akiwa na mtu wake utasikia tu Modi e, mm, kaenda na private jet Nigeria. Ah, yule jamaa anakaba kaliko siuai kwa sababu sisi hatuoni kila kitu, tunaona tu baadhi ya matukio, kaenda na nini lakini sisi hatujui kuna hotels, mahoteli makubwa anaenda kufikia. Unajuaje kama anasubiri? Nijiuliza kitu kama watu ni wanandoa na walifunga miezi michache kabla, sasa kwa nini hata ile siku shughuli ya shughuli ya Zuchu walikaa tofauti? Ndo hapo mtu kakaa kule na ni wanandoa eh? yani Zuchu kwa bako mwangalia damu lazima anyoshe shingo, sababu tuliona wanandoa walikuwa naingia wa double double, tuliona wawili wawili, kashangaza kama e, ndio wanandoa hawa, kwa nini aliingia moja moja kwa na kama kweli walikuwa ni wanandoa ambao wamefunga ndoa muda mrefu, kwa nini Zuchu alivuruza ile swali? Akasema Mwenyezi Mungu akimtamtusa mm hii -hmm. Tanganyiko <laughs> ama, ama ndio ndoa yeah ya mwezi mmoja. Baada ya hapo kula tatu, sasa hivyo inavyosadikika, inasemekana <hazitua>... aza alipigwa kadi tatu tatu za maana nyekundu, katoa usingizini ha? Hey. Wewe unachoshwa hivi unausingiza lakini unaziandika vizuri. Hapo ni kalamu na karatasi tu vilifanya mahusiano. Wewe inavyosemekana sasa. Yaani mimi mimi nasemaga kila siku. Hello. Mimi nasemaga kila siku simba. Kuna watu kuna watu, wewe mwanaume. Una watu wa kuoa nyee. Eh, una watu wewe unakaa na mke wako. Mwanamke wako unakaa naye wewe na watu wa heshima, mwanamke wako ate anasikia <laughs> nyimbo yake na imbwa anacheza hivi. Anaongonga wewe. Umeona wapi? Wewe ulisikia wapi? Acha mm. E ni masiara. Ndoa sio mchezo, mchezo ndoa sio. Kuna watu wameolewa leo, kesho wamerudishwa kwao. Yaani kaolewa leo, kesho kwao, kisa nini ha? Kuna watu awafikishi hata kesho, mm. Ule usiku wa ndoa <laughs> Yaani hata bado alijaanza. Ndio haya. Wenu. Hakuna tena kukaa hapa. Mimi sitaki wanawake na hiyo sasa, uh. Huenda pia tabia za mwanamke mwanamke, mm, wako uko vipi mwanamke wako namoa ana tabia gani? yes. akiwa tu peke yake na mambo yake anayoyafanya ni aina gani? Mwanamke awezi kustahimili maneno ya mashabiki, shabiki tu kamwambia we shuka, ujui, ikamlosha chupa, kanuna katoka maiki. huo sio mwanamke wa kuoa sabi. Mwanamke wa kuoa ni kustahimili, mwanamke ambaye anaweza kuvumilia shida, mwanamke anavumilia maneno. U unaweza kuolewa na chongo, kama uwezi kuvumilia maneno ya watu noumiia so, <laughs> <Tawasa> <laughs> <laughs> <Fumilia. laughs> Shida ndogo ndogo hizi, vumilia maneno, vumilia wewe kidogo tu, umeenda umeongea binti kidodi umeimba, acha. Ndoa ngumu, ndoa ngumu sana. Mabinti huko jipangeni. <inaudible> oh. Sasa Sami <inaudible> <inaudible> mi bwana, nafikiria mm. na issue na Diamond na Zuchu pia tuachie wenzetu ambao wanatizama kupitia YouTube. Naam nafasi ya kuchangia chochote jua hiki watuambie kwamba wao wanavyoona jinsi hizi picha zilivyotoka, moja alichokiongea Mama Dangote ukijumuisha matukio yote, je, Yes. Yeah, hii ndoa imefanyika kweli? Ndio. Tuambieni tu jamani, imefanyika kweli, kama haijafanyika kweli pia tuambie, uh. na kwamba pia una sosi yako huko ndani ndani. Tuambie. Imekwambia bwana, hii ndoa hii haipo, tuambie tu. Hakuna shida. Andika namba yako ya simu hapo, mimi nitakurukia okay, hewani nikuambie. <laughs> drop comment yako ni muhimu sana, lakini kabla ya kufanya yote hayo unahakikisha una kwamba umesubscribe ume, yeah, unahakikisha ile kengele imelia na unakuwa mtu <tú> wa <tú> <tú> kwanza kabisa ua kwa wanafamilia wa 69, mm -hmm, kwa sababu kuna mtu pia anaweza kwenda ku comment lakini hajaamua kwa mwanafamilia, alikuwa yeah, anapita tu njia, inakuwa sopo. Yes, wewe una una comment hapo, commentisha kino manoma, kinomanoma bana, tuna sign out eh, tuna sign out ila, hmm, mimi nakwambia nakwambia Sami, nakwambia kitu kimoja yeah. katika maisha haya ya mzunguko wa ndoa, kuoana yeah. na kuachana ni mm -hmm. vitu vya kawaida yeah. Kuna watu washaoana na wakati na mastawa kubwa kabisa duniani kabisa, ila ndoa zao zote tulizishuhudia kwa macho yetu ya nyama, nakwambia kabisa. Akufukuzae akuambie toka, usiache mbachao kwa, kwa msala upitao.